haleluya haleluya mtazamaji na msikilizaji ndani ya channel yetu inayojulikana kwa jina la jovin chafu karibu sana mtazamaji na msikilizaji usiache kusubscribe kabla ya kuachilia ujumbe huu nitakwenda kumshukuru mungu kwa sekunde chache furika macho binti furika macho kijana mama yangu baba yangu ili mungu enda akaseme na wewe katika ujumbe inatumaya utakusaidia natumai utakusaidia na utakujenga utakutoa katika hatua moja na kupeleka katika hatua nyingine Macho yako. Asante Bwana Yesu kwa majira haya, asante mfalme wa uzima kwa wakati huu na muda huu ambao Bwana umekusudia kusema na mtu mmoja mahali hapa. Asante Bwana Yesu kwa sekunde hizi chache ambazo Bwana umekusudia kusema na watoto wako. Asante mfalme wa uzima, ninaomba Mungu huyu uliyemkusudia huyu anayesikia ujumbe huu, Bwana usipite bure masikioni mwake, bali ufanyike uzima kwa jina lake Yesu Kristo ukamsaidie ukamjenge na ukamtoe katika hatua moja na kumpeleka katika hatua nyingine, katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba neema kwa binti huyu, neema kwa kijana huyu, kwa jina la Yesu akatoke katika hatua moja na kuelekea katika hatua nyingine. Roho Mtakatifu msaidie kwa jina la Yesu Kristo, sante mfalme wa uzima, pokea sifa na utukufu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Basi nitasoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Wala, E, katika kile kitabu cha Yohane sura ya tatu kuanzia ule mstari wa saba kuelekea mstari wa nane. Biblia inasema upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini ujui unakotoka wala unakokwenda. kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. mstari wa tisa, Nikodemo akajibu akamwambia yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma neno la Mungu tunakuja kupata habari ya mtu mmoja aliyejulikana kwa jina ya Nikodemu ambaye alitoka majira ya usiku na kwenda kumfuata Bwana Yesu. Biblia inasema kwamba alikuwa ni Farisayo, na katika Israeli alikuwa sio mtu wa kawaida, alikuwa ni mtu mwenye cheo chake na nyakati hizo kulikuwa kuna upinzani baina ya Yesu Kristo pamoja na Mafarisayo, waandishi na Masadukayo. Wanapomwona Yesu Kristo ilikuwa ni mithiri ya paka na panya, walikuwa na chuki na Yesu Kristo. Lakini kwa sababu Nikodemo alijua kwamba Yesu Kristo ni Mungu, Biblia inasema kwamba akamfata majira ya usiku, akaenda kusema naye kuhusu habari hizi. Ndipo Yesu alipoanza kumwambia kuhusu habari za Roho Mtakatifu. Ukisoma Biblia yako inasema Yesu Kristo anamwambia Nikodemo, anasema kwamba kwa maana kwa kadhalika, huyu mtu aliye na Roho Mtakatifu ndani yake anafananishwa na upepo. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Mtazamaji na msikilizaji, tunajua upepo ukiwa unavuma, hata sasa niko mahali ambapo kuna upepo. Upepo ukiwa unavuma katika mazingira ambapo kuna miti, utaona miti ikicheza namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana, miti ikicheza namna hii. Sasa hii miti, miti inavyotikiswa, maanake inatikiswa na upepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa miti hii inavyotikiswa na upepo, vile ambavyo upepo unatikisa mti na mti unaweza kuelekea magharibi, mashariki, kusini au kaskazini. Anasema kadhalika hali yake mtu aliye na roho mtakatifu ndani yake, akimaanisha kwamba mtu aliye na roho mtakatifu ndani yake, hali yake inafananishwa na mti unaotikiswa na upepo. Bwana Yesu asifiwe sana haleluya. Maana mti usiotikiswa na upepo uganda kama sanamu, lakini mtu unaotikiswa na upepo unaweza kuiumba popote pale unapotaka. Unaweza kuelekea magharibi, kulia, kushoto, kaskazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhalika ndivyo ilivyo kwa yule mtu aliyejazwa roho mtakatifu. Yeye mambo yake hayafanyi kama vile anavyotaka, bali anafanya yale mambo asiyoyataka. Bwana Yesu asifiwe sana haleluya. Biblia anasema kwamba, kwa Paulo anatuambia mimi na wewe, anasema kwa maana lile nisilotaka silitendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na silolipenda najikuta nalifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, ndivyo ilivyo hali yake yule mwenye Roho Mtakatifu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haufanyi kile unachokitaka wala hausikilizi yale unayoyataka wala hauongei yale ambayo moyo wako unakusukuma, bali unafanya yale ambayo hujakusudia kuyasema, kwa sababu yale ambayo hujakusudia kuyasema ndiyo ambayo Roho Mtakatifu ametaka uyaseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunapaswa kufananisha na mti, tunapaswa kufananishwa na mti ambao unapelekwa kule unakotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona maisha yako maisha yako unafanya vile unavyovifanya, alafu sasa wewe ni Mkristo, unapaswa kujishtukia. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Tunafananishwa na mti ambao wenyewe unapelekwa na upepo unatikiswa na upepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaotikiswa na upepo utakuta na kwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata muda ambao hukusudia utakuta na utakuta unapata msukumo kwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana haleluya. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kuna muda vyakula vimeandaliwa mezani. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini kuna muda Roho Mtakatifu anasema usile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna muda hujakusudia kwenda kuachilia habari njema, hujakusudia kwenda kuachilia ujumbe, lakini katika muda ambao hukudhani, unashangaa ghafla unaambia nenda, peleka ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhalika ndivyo ilivyo hali yake yeyule aliye na Roho Mtakatifu ndani yake. Mungu akubariki sana, usiache kusubscribe, usiache kuandika komenti yako katika ujumbe huu, na baibai.